nimubonoku nio nimwarimu nwakankumuthomithia kenda mutikabaurire nontu kiugokiangaikiugaga Ezekiel 3:18 ungikona antu mangai makithinika na urinaoboti wakumatethia rekumatethia ndamu yao igaguciokerera antu mekampangoekara ya kumaruthira mawega ndamu yn igaciokerera kana kanatiu